Nini ustazi, mbona uko hivyo? Sikia kwanza, basi nikupange mshuwa. Mpaka leo mshuwa, unanijua mimi ni mzee wa mavitu makaptula nini, yani, unanijua vizuri ustazi. Lakini nini mshuwa, nimekubali yani, nimekubali mimi, hapa nimesha kubali yani. Ustazi, nakupenda ile mbaya na nakufa, nakufa. Tambua mimi na wake hao watatu. Subiri, nina mke ni nina wake watatu, mke wangu wa kwanza jina lake Salha, mke wangu wa pili ni Lamia, mke wangu wa tatu mimi jina lake Nura.

Naweza na usinyoni niko eh, tomboi tomboi, lakini naweza naweza kukuchanua ndevu ndevu tu fresh tu. Sio kazi yako ni kazi ya wake zangu watatu mimi. Sindio mimi nataka niwe mke wa nne ustazi na kuomba na na shida chochote, na shida chochote tu ya mme, mradi tu anapumua. Hivi kweli wewe mvuta bangi uenda wapi? Ustazi, hakuna kisicho badilika hapo kwenye hii dunia ustazi, mesha kuelewa bwana. Auoni, auoni ustazi. Baby nakupenda baby kwa ajili yako. na wewe hivi ndivyo unaona? haya haya, unakubali? Nimekubali, nimekubali. Utakuwa mslamu mzuri sana, utasali sala tano kwa siku kama kawaida, kawaida utasoma Qurani kama kama. Nimekubali, ndio msikitini, baada ya shahada, na usali raka kwanza saa 12, saa 12 hivi nakosa, sawa, twende utoe shahada, uoge tohara, uoge vizuri, tohara vizuri sana